Pato kwa fanyaje alikotoka katika ile ali mashindano ya finali, kuna experience kubwa ambao wamefanyaje imetuongezea. Nafikiri umeona namna ambavyo wachezaji wa Simba wanapambana leo. Kwa mara ya kwanza ni wa ibesiri kwa mara ya kwanza, Singida United wanaleta list kuchezana na Simba, mchezaji mzao wa mtanzania mmoja Kevin Nation kwa mara ya kwanza. Hii nini maana yake? Nawapongeza Singida kwa sababu wamejua anakuja kucheza na timu bora. Lazima aweke kikosi ambacho kilichokuwa bora. Hiki kiwango cha Steven Desemukwara ambaye amekuwa na consistency nzuri hasa kiwango chake ni kizuri. Simba kinatufurahisha lakini sio Desemukwara tu. Simba tunamini kila mchezaji wa Simba ana kiwango kizuri. Leo ukimuona mchezaji anaitumikia Simba maana yake tumemwamini, ana quality kubwa, ana uwezo mkubwa. Leo ukizungumzia Desemukwara nitakuuliza unamzungumziaje Kamara. Ukimzungumzia Kamara nitakuuliza unamzungumziaje Shomari Kapombe. Tuna kikosi kilichokuwa bora. Tuna wachezaji waliomachua, tuna wachezaji wa na quality kubwa. Leo mmeona Afrika ilisimama, Afrika imezungumza. Nazo taarifa nitazizungumza, nitazizungumza. Waandishi wa habari nitakuiteni. Rais wa shirikisho barani Afrika analia. Kinachomliza, kuna namna ambavyo fainali ilivyokwenda kuamuliwa katika uwanja wa nyuwa mani yaliyopita. Sindali tunaganga tunakwenda Champions League. Tunakwenda tunakwenda kwenye maisha ambayo Simba tuliowazoea. mm. Tunaendaje mwaka huu? tunakwenda kumaliza ligi, tunakwenda kufanya usajili ambao utakwenda kutupeleka fainali ya championi ligi na mengi mm. <laughs> <laughs> <izo> <laughs> mm. ya kuambia waandishi habari kuhusu usajili, kwani nasubiri kwanza tumalize jambo letu. Naona wewe kama unakimwemwe kuna watani zenu kumuona na kufurahia au ni hizo mambo, na nasema, refu amemsamehe, wacha waseme. Wanasema kuna watu wameumbwa kusema ndo kazi yao, walisema gusa achia wao si ndio walisema mwogopi? Wao si ndio walisema hatuchezi? Wao si ndio kama dada zangu wakisalamu wakaona kuna nazi, washagombana na shemeji, maneno anatuka. Wache waseme. anasema pengine leo amekuwa ile sample ya nimesema, wache waseme. herisasi amekuja kutafsiri sheria kumi na saba za mpira wa miguu, yeye ndio aliyesomea. Wao kazi yao ni kumsaliti JCM, mbona hamsemi? Mbona <laughs> msemi? Jesema amesalitiwa yes, na kitengo cha habari cha Yanga kiongozwa na Alikamwe. Mbona msemi? Leo Alikamwe anawadhirisha watu jezi za Yanga hazina ubora. Jezi zenye ubora za nani? Barakane. Mbona ina msemi waandishi? Ingekuwa Simba ingekuwa stories ndio. Leo umekaa kimya. Na ndio maana Mungu alisema katika Biblia, ole wao waandishi habari na nani? Aliwaona kwamba nyinyi mtakuwa muda mtakuwa wanafiki. <laughs> Semeni. <coughs> Leo akina Kevo wanasafiri, ma influencer wa Yanga wanasafiri, fadhila wanaomfadhili na kumlipa JSM ni kwenda kumdhalilisha jezi anofanyaje anaozileta. Mwandisha mjui, amkumwona msemaji wa Yanga amevaa jezi za Barakane? Hamna. Leo niwaambie siri, jezi za Yanga hazina ubora kupita jezi Barakane. Na natandika huko kwetu nakokaa, jezi za Barakane zinunuliwa zaidi kuliko za Yanga. Semeni hilo. <coughs> Msikia kwa kwako, Kisugu Uh, Yanga leo ametoa taarifa uh, ya kupinga vikali aliofanyia washabiki wa Yanga uwanjani dhidi ya kwanza kwa uh, kwa nikupongeze mwandishi ma, kwa swali zuri minaamini kule njia ni kukona kwenda amekuma eh. Umeamua kutoka kule sindio? Kule kusema kwamba watu wanatangaza jeza barakani kule, kumekuma naamua kutoka eh. Niseme hivi, Simba na Yanga sio maadui, Simba na Yanga ni tunu la taifa wazee wetu wametuwekea timu hizi kwa ajili ya kupata budani kutaniana na maisha mengine yaende. Niwaombe sana mashabiki wa Yanga waache propaganda za kuharibu mpira kwenye nchi hii wana... wako mashabiki wanawaposti wamepigwa, mimi na ushahidi, wameanguka na bodaboda Mwanza <laughs> na ushahidi Mwanza, wako watu wanatangaza wamepigwa vibaka Okay. Okay. Mbona msemi? Yeah. Lakini kama kweli jambo hili limetokea, na lilaani, sio jambo zuri. nani wasihi mashabiki wa Simba kama ambao kweli walifanya hili jambo wasifanye hivyo, vitu sio vizuri katika mpira, kwa sababu Simba na Yanga sio maadui. Simba na Yanga ni marafiki, wameomba wa wa, wa mashabiki zao wawakaribishe kwenye mechi zao. Hawana, hakuna mshabiki wa Simba anaweza kuangalia mechi ya Yanga kwa sababu dani hamna, watu wamezoea entertainment football Hatuwezi kuangalia pila la kizalamo do kwiza. Kwani kwa namna burudani ndio maana watu hawaendi. Watu Simba wamezoea entertainment. Akichukua Fernandez Doula, anagonga kwa mkwala kama anakwenda, anageuka na tani, anaweka pembezani Shomali Kapombe, anapiga krosi. Hata bana anaiweka. Watu wa Simba ndio wamezoea brother. Wewe mtu wa Simba, nani anaweza kuangalia steli ya do kwiza? Akichukua mtu tu, watu wa Simba hawawezi kwenda. Basi usitegemee kuona wewe. Msitegemee kuwaona. <laughs> <laughs> <laughs> Yanga bado wapo kwenye sherehe za fainali ya ubingwa wa rais Bekani, bado wanaposti na wanafanya sherehe za kushangilia ubingwa. Wapongezeni sana, naendelee kufanya sherehe. Kuna muda mwingine ukikosa mitazamo utafanya vitu vya ajabu kwenye familia. Sisi tunaombea dua kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya njema, waendelee kushangilia nini, ubingwa. Maisha ni kuchagua. Wao wanashangilia ubingwa wa Berekani, sisi tunashangilia kufunga Singida Bigi. Kisugu, Haji Manara, umeona ujumbe wake ule alokuandikia pale. Ulimwambia mwenye aje akuchape viboko. Ni kweli aje. Muungwana siku zote anatimiza ahadi alofanyaje? Alioweka. Bahati nzuri Haji Manara kwangu, aelekeze na aelekezwe anafanyaje? Anakujua. Mwambie ni aje, fimbo nimeshakata, ziko nyumbani. Nalie kombe lako liko wapi? Nenda Ikulu. Kombe lile si kombe, ni mfano wa kombe. Kifuani kwangu ukiangalia hapa, nimemvaa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Na kuna maneno amesema. Mipasi ya mama kazi na nini. Huyu ni mama Samia au ni picha ya mama Samia? Picha, picha. Nobeba mimi ni kombe au picha la kombe? Picha. Ni picha. Kisugu, kwa kumalizia, game inayofuata ni dhidi ya Singida ambao umecheza nao leo. Ni game itakuwa ngumu, tunaamini itakuwa ngumu zaidi kuliko hii, lakini sisi kama mashabiki wa Simba tutakwenda kutekeleza majukumu yetu, tutakwenda Singida, tutakwenda no, no so Singida. Mechi inachezwa kwa raha. Tutakwenda Tanzanite tutakwenda ku mimi naamini mashabiki tutakwenda kutimiza majukumu yetu. Naamini wachezaji wa Simba tutakwenda kutimiza majukumu yao. Inshallah, Mungu ikimpendeza na jitihada tulizokuwa nazo, tutakwenda kuingia finali ya CDB Federation Cup. Ujumbe, waandishi, kabla shukrani, ni niachie nimalize. Kumbuka. Kabla hatujakwenda kucheza finali ya CDB Federation Cup, nusu kwenda finali. Nendeni mkamulie kwa Olize. Watacheza. Lakini <laughs> msimamo wao uko pale pale Kisugu. Wamesema wao. Wewe unaenda kawaulize, wewe si unatumwa, mmekataa kule NBC. Mwamba anakwenda kupambana kwenda kumfunga Singida, muko tayari kucheza huko? Wamesema wanacheza. Basi inshallah, tukutane nao uwanja wa Pange. Wao na washauri sana, ikiwezekana wachague uwanja wa Kinesi. Sisi tuko tayari. Shukrani. Asante sana waandishi.